Kusimamia huduma bora na salama ya usafiri kwa njia ya maji nchini. Heko kusimamia watoa wa huduma za usafiri majini na huduma zinazodhibitiwa TASAC. Ukaguzi wa usalama wa vyombo vidogo mtazamaji na... wasafiri na TASAC Leo tupo jijini Mwanza, kilomita moja takriban kutokea katika uwanja wa ndege wa Mwanza, lakini ni kilomita takriban tisa kutokea katika jiji la Mwanza, ambapo basi kituo cha utafutaji na uokoaji cha kikanda kimejengwa hapa. Na kituo hicho basi kimejengwa chini ya mradi wa kikanda wa mawasiliano na uchukuzi wa Ziwa Victoria, ambapo basi kuna vituo vingine vimejengwa katika maeneo ya Kanyala, Musoma pamoja na Ukerewe. Vituo hivi jukumu lake kubwa ni kushughulika ama kuratibu shughuli zote za utafutaji na uokoaji pindi yanapotokea majanga katika usafiri kwa njia ya maji ama majanga yanapotokea katika ziwa Victoria. Ungana nami basi kuweza kujua ni asilimia ngapi imeweza kufikia mradi huu hadi sasa, na je, tutaanza kufanya kazi lini? Na je, ni nani watakaofaidika na mradi huu? Karibu. Kwa jina naitwa Captain Emmanuel Marijani, niko Tasaki, ni mratibu wa mradi wa mawasiliano na uchukuzi katika Ziwa Victoria. Mradi huu una asili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa maana ya nchi ya Kenya, Tanzania na Uganda ambao ndio watumiaji wakubwa wa Ziwa wa Victoria ya, ni mradi ambao unatekelezwa kwa fedha za mkopo kutoka Benki ya Maendeleo Afrika, AfDB, Africa Development Bank na michango ya nchi wanachama. Kwa upande wa Tanzania tumechukua mkopo wa dola milioni tano point sifuri moja kutoka AfDB na mchango wa serikali ni dola milioni tatu point tatu saba Katika mradi huu tuna tuna, tuna, tuna vifungu vinne vikubwa kwa msingi. Kifungu cha kwanza ni ujenzi wa kituo cha kikanda cha kuratibu utafutaji na uokoaji. Wanaita MRCC Maritime Rescue Coordination Center. Hii inajengwa Ilemela Mwanza. Kwa sasa kituo kimekamilika asilimia 98, na kituo hiki ndicho tunachojenga kwa ushirikiano na nchi ya Uganda, kwa sababu tumechangia sisi dola milioni moja na Uganda dola kama laki nane. Kituo kama nilivyosema mwanzoni, kina asilimia 98 mpaka sasa hivi kwa upande wa nchi national component tuna vituo vitatu vya utafutaji na uokoaji vinavyojengwa Musoma, Kanyala, Buchosa na Ukerewe pale na Nansio. Kwa jina naita mhandisi Ayubu Bahati, mimi ni msimamizi wa mradi kama inajulikana kama Clerk of Works, na mradi wetu ni mradi wa kikanda, kituo cha uokozi katika Ziwa Victoria na kwa sasa hivi kituo kina kinagaramiwa na nchi mbili kati ya Uganda na Tanzania. Kwa sasa hivi kituo kimefikia katika hali ya ujenzi, imefikia asilimia 98, na tuko kwenye hatua ya kumalizia vitu vidogodogo. In fact tuna attend kitu kinaitwa snag list, na kwa sasa hivi jengo limeshakuwa equipped vifaa vya mawasiliano kama mnavyoona hapo, viko tayari na vinafanya kazi, that is marine equipment. Alafu furniture zote kwenye jengo vimekamilika na vimeshakuwa installed. Eh, facility hii kwa sababu inategemea kuanza wakati wowote, once imekuwa commissioned, tunategemea itaanza kufanya kazi. Na sasa hivi tunamalizia ujenzi wa gati kwa sababu ya boti ambazo zitakuwa zina dock kwenye ile eneo la hapa. Boti zimeshafika zipo tayari, na kazi za umaliziaji wa kazi za nje unamalizikia garden kupanda miti na nini, kazi ambazo tumemalizia. Na kwa sasa hivi tunategemea mwisho wa muzi huu kituo kitakuwa kimekamilika kwa asilimia mia moja ya. Kwa hiyo unaona hapa network nzima ni kwamba, unatoa taarifa, unapata taarifa, na pokola nchikavu wanafanya utaratibu wa kuokoa, na zile boti zipo, wanakuja kuokoa na kurudisha nchikavu, na kama utahitaji matibabu, boti ya matibabu inakuja kutoa msaada wa, wa matibabu, na hivi vituo vyote vidogo Vido, vina sehemu ya, ya matibabu sick bay, kwamba waathirika wa, wa ajali wakija wakija nchikavu, wanapewa huduma ya kwanza katika kila kituo kituo. Vituo vya Ukerewe, Musoma na Kanyala vyote vina sehemu ya kutoa huduma ya kwanza, na kutakuwa na watendaji wa ambao wanakaa pale kwa ajili ya kupokea taarifa za simu na kutoa msaada tatizo likitokea, na boti zitakuwa ziko deployed hasa hasa katika maeneo ya Ukerewe na, na, na Kanyala tutaweka boti zetu na msomo. Arnold Jerald Chua natokea hapa hapa Mwanza, pia shughuli zangu ndogo ndogo nazifanya katika mradi huu. Ningependa kuishukuru serikali ya mama Samia kuweza kutuletea mradi huu katika kanda ya ziwa hii. Mradi huu utakuwa na faida nzuri sana kwa wavuvi, pia wakazi wa jiji la Mwanza ambao wanajishughulisha sana na shughuli zao za ziwani, na utakuwa na wepesi sana wa kupata taarifa ambazo zitakuwa zinakuja moja kwa moja katika mradi huu au katika jengo hili. Kama ni maafa au matatizo yoyote yanayoweza kujitokeza hapo ziwani, ripoti zikifika, kutakuwa kuna kuokolewa kwa haraka, kwa sababu kutakuwa kuna vyombo, pia kuna mawasiliano ambayo yatakuwa yanatoka moja kwa moja katika jengo hili kwenda ziwani. Kwa hiyo kuokolewa itakuwa ni kitu cha haraka zaidi na kutapunguza sana ajali huko ziwani. Sisi kama TASAC ni kuratibu utafutaji na uokoaji, kuratibu manake ni kufahamisha wadau waende kwenye tukio kwa wakati na kuwapa sehemu sahihi ya kufanya, ya kufanya utafutaji. Ndo kazi ya hivi vituo. Sasa vikiwa vinaratibu, kile kituo cha Mwanza kitakuwa na mifumo ya kisasa kabisa ya mawasiliano na, na, ya, na, na, na usafiri majini ma, ma, ma, na ma, kwa maana navigation, taarifa zote za vyombo tutakuwa nazipata na position zake zitakuwa zinapatikana. Labda tupata shida kwenye vyombo vidogo, lakini navyo tunaboresha mawasiliano ya simu, kwamba mtu akiwa majini kiswa kama useme soswa soswa kukuwa na coverage kubwa ya simu lakini tumeweka mnara wa simu, simu kiswani soswa kwao mtu yote akiwa mzunguko pale maili hata kumi toka kiswa cha kisoswa ataweza kuwasiliana na sehemu yote akiwa na simu ya kawaida tu ya mkononi ndani ya hiki kituo ukiingia kwenye sehemu ya mapokezi ni sehemu ya reception tuna facility ya conference room ambayo inaweza ikahudumia watu mpaka 30 tuna eneo la la kupokelea watu maututu, kama mtu amepata ajali majini, atapokelewa emergency nani area ambao atakuwa attended kama nani kwa mara moja, ili aweze kukimbizwa kwenye niabaya hospital. Tutakuwa tuna sehemu ya library ambayo tutakuwa watu wanafanyia some training katika ile eneo la uokoaji kwenye ground floor. Pia tutakuwa tuna eneo la estate officer ambayo atakuwa na ofisi yake pale. Tuna eneo la lift lobby tuna toilets za men and female na pia tuna disabled toilets. Tukija kwenye sakafu ya juu ambayo ni sakafu ya kwanza, tuna call center ambayo itatumika kwenye mawasiliano, tuna eneo la coordinators office, alafu tuna, tuna restroom sababu hiki kituo tunategemea kitakuwa kinafanya kazi masaa 24. Kwa hiyo tuna restroom ambayo itakuwa ina accommodate upande wa kina mama na upande wa kina baba pia tuna sehemu ya jiko upande wa juu na chini, sehemu kubwa ambayo itakuwa ni sehemu ya chakula ni ground floor ambayo itakuwa ina canteen. Juu tuna pantry ambayo itakuwa una serve kwa sababu ya vitu vidogodogo, kahawa na vitu vidogo vidogo. Na huku juu sasa ni sehemu ambayo ina sehemu ya telecommunication equipment, tuna water tanks basi na hapa na, tuna sehemu ya view deck ambayo ndo hapa tuliposimama, unaweza ukaangalia ziwa, airport yote unaiona na kwa taarifa zaidi kwamba mpaka sasa hivi kituo kimeshafungwa vifaa vyote vya mawasiliano, na, na vya vifaa vya tehama kwa maana ya kompyuta na redio na mifumo yote ya kufanya kituo fanye kazi kama kituo kimekamilika. Kwa hiyo kilichobaki sasa hivi ni kukamilisha ujenzi wa gati, na ikifika mwezi mwezi huu mwishoni, mkataba wa ujenzi utakwisha, na tunategemea mkandarasi atatukabidhi atatukabidhi kituo, mtazamaji wasafiri na TASAC. Kama ulivyosikia, mradi huu wa kikanda wa utafutaji na uokoaji ulianza mwezi Disemba mwaka 2023. Na, na leo mwezi Novemba mwaka 2025, mradi huu basi unakwenda kukamilika. Takribani asilimia 99 zimeweza kufikiwa mpaka sasa na hivi punde tu jengo hili litaanza kutumika kwa ajili ya shughuli za kuratibu utafutaji na uokoaji. Sambamba na boti ya ambulance ama ambulance boti ambayo ililetwa kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa pale wanapopata shida ama maafa katikati ya maji. Hizo zote ni juhudi za serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Endelea kufuatilia kipindi chako cha safari na Tasak. Asante. Mm.